Na mtazamaji, tukisonga mbele, wazee wengi katika vijiji vilivyoathiriwa na ukame kaunti ya Kajiado hulazimika kunywa uji uliowekwa viru, virutubishi ambao hutolewa na wafadhili kwa wanafunzi katika shule mbalimbali mbali. Katika shule nyingi za umma hasa katika kaunti ndogo ya Kajiado Kusini, wazee huonekana kwenye mazingira ya shule saa nne mchana wakati uji huo unapopakuliwa ili kupunguza makali ya njaa. Katika shule ya msingi ya Elangata Enkima, kaunti ndogo ya Kajiado Kusini, wazee waliolemewa na makali ya njaa wanapiga foleni wakitangamana waziwazi na wajukuu wao wakisubiri kunywa uji uliotolewa na wahisani. Uji huo umetolewa kama msaada kwa shule mbalimbali ili kukabiliana na tatizo la wanafunzi kuacha masomo kutokana na makali ya ukame katika eneo hilo. Mmoja wa wazee, Johnson Kuli, alisema wengi wao wanalala njaa na tumaini lao ni uji ulioi kinachopatikana shuleni juu ya hii kirangasi. Kirangasi amesidi sana, nimeumia. Ng'ombe mwengi ndio wameumia, pia hata sisi ni unanjia sana. Hata sisi wasee pia inakuja tu kunywa hii uji baadhi ya wazee hao husubiri hadi adhuhuri na kisha kujitokeza kula chakula kinachopakuliwa wanafunzi. Wasimamizi wa shule nyingi wamefanikiwa kuwapa chakula wazee hao licha ya shule hizo kupokea kiasi kidogo cha chakula. Kama walimu tunapoenda darasani kufundisha, tunapata watoto wengi awa hata hawaelewi na vile walimu wana, wanaongea, wanasema ama wanafundisha kwa sababu ya njaa. Tukifika saa saba wengine wanatoroka wanaenda kwa mashamba ya nyanya mahali kunavuna manyanya ili wapate hata angalau chakula. Imeripotiwa kuwa baadhi ya wanafunzi huja na ndugu zao wadogo ambao hawajafikisha umri wa, wa kwenda shuleni ili mradi wapate kopo la uji. Mshirikishi wa mradi wa ukuaji wa watoto eneo la mlima Kilimanjaro, Angela Lapesi amesema uji huo umesaidia kudumisha wanafunzi wengi shuleni kutokana na ubora wake. kati ya zile kazi tunazofanya ni mambo ya masomo, kwa hivyo tunaangalia hao watoto waweze kuwa shuleni, na jinsi moja tunavyofanya hivyo ni kuhakikisha kwamba wako na lishe shuleni. Tumeweza kuwapatia unga ya Unimix na pia tumeweza kuwapatia uh, chakula getheri, mahindi na maharagwe, ndipo wapate lishe pale shuleni. Wanapokuwa na lishe pale, itaweza kuongeza um, atendansi yao pale shuleni waweze kuja shuleni kwa wingi ndiposa waweze kusoma. Weekly for court, kurunzi mashinani.